Pasta Kanyari, kuna siku alichomeanga ali alichomeanga nyama kwa madhabahu, na wakati alichomeanga nyama kwa madhabahu walikuwa anaichoma na, na anaikula, na hiyo siku pia kulikuwa na kama empowerment n kama alikuwa anafanya siasa, alipatianga mayuti, walikuwa wanapatiwa bob, mnagawana watu wawili sultano sultano, mnapatiwa bob, walikuwa anapatiwa eh, naenda na pia alipatianga manzi wa Mombasa angiri mia tatu, akaenda nini naitwa kaanzisha Spirit naitwa sabet. Baye wakati alikufanga, ndio Pastor Kanyari aliendanga kwa mochari akijifanya eti eti analia. Mi liona kama ni kupretend na si ati nini aliendanga hapo akilia. Sasa wakati alikuwa analia kusa watu walionanga na create drama huyo Pastor Kanyare juu Pastor Kanyare alikuwa bibi, alikuwa amewanga Beti na wakapata watoto wawili. So, sa unacheki sa Beti baya naye kabla ya kufe alikuwa ananga na cancer. na kuna siku aliendanga kwa hospitali, hiyo hospitali kakosa kum kum, kum wadmit juu aku na ngiri mia mbili, 260,000 hizo ndio pesa alikuwa anahitajika ndio ah, nini admitiwe kwa hiyo hospitali na walikuwa na jp GP nasikia story. Sasa beti baya saizi amekufa, amechangiwa milioni tano na wakati liku, hai, mutu, alikuwa uhai, hakuna mtu alikuwa hakuna mtu alimaind kumtolea do wakati, mi sijuu venye aliadmitiwa lakini a, kuna siku aku, aku, akuadmitiwa aku, hiyo hospitali inaitwa e, niko kwa Thika Road saizi watu amemchangia milioni tano za kumzika imaji, na wakati alikuwa uhai mpaka shiro wa GP ali, alikuwa anasema sijui ni maneiba. Wakati betibaa alikuwa mgonjwa aliendanga akapiga ni maneiba, akakuja akachukuliwa sana watu akampeleka nini hiyo hospitali. Saa watu wanasaidianga mtu wakati ako hai, na kanyari ile kitu ili, na pia betibaa alisemanga ati kanyari ile pesa alimpatianga mingi akiwa bibi yake ni ngiri kumi tu, na yeye beti beti, kuna siku alitokanga majuu akapatia Pastor Kanyari eti milioni moja unasikia story? Alipatianga Kanyari ni kwa interview, alikuwa anasema eti naye Kanyari hakuna pesa mingi, na pia alikuwa anasema zile vitu alipitianga wakati alikuwa kwa hiyo ndoa, alikuwa ameolewa na Kanyari Alipitianga vitu mingi sana mpaka kwa hiyo nyumba, alikuwa mali, alikuwa ameolewa, kulikuwa na mademu alikuwa anashindanga huko kwa ndani ya nyumba sasa ya Kanyari. Sasa mtu ameoa, lakini kuna mademu huko, walikuwa anashindanga huko wakati saa Beti bayo alisemanga anataka, ana privacy. Kanyari alimwambia ngawa, mademu ama mademu wenzi, toka huko, wewe ndio uliwapata huko, wewe ndio utatoka, uwe uende. Nasikia story sa Betibayo kabidingi tu ya ajitoe kwa hiyo ma kwa hiyo marriage, alikuwa amepitia vitu mingi sana, alikuwa amepitia vitu mingi sana kwa hiyo marriage. Ni kama Kanyari alikuwa na mcii saizi Betibayo amekufa. Saizi, unapata una siku alianansiwa ati ayu amekufa. Beti, nani Betibayo? Kanyari aliyendanga kwa mojari akaanza kukulia, lakini hizo zilikuanga nini? Zilikuwa tu madrama zake. Unajua Kanyari, Kanyari kitu ya kwanza ni first prophet. Unakumbukanga story yake wakati alikuwa anaambia watu kwa kanisa, sasa kwa madhabahu, hata acha kuchoma nyama kwa madhabahu aliambianga mama eti, mati, eti matiti yake ilikuanga imenini mm -hmm, iko kwa jicho pevu, iko kwa record yeah. Eti alisema eti matiti yake ni mgonjwa, akasema hebu toa hiyo matiti, na hiyo mama alikuwa ameshika mtoto hivi na ni kwa madhabahu, na akaiguza kwa madhabahu. Sasa tunaongea story za madhabahu, mtu anatoa mtu nguo, mama ajali kama kuna watoto anashika matiti, hebu nione hiyo matiti, na akaishika. na maendiu Kanyari si daktari Ashike kitu eti assess ile kitu. Unaona kuna kuanga na procedure yange yambea huyo mama na nini, na Kanyari tu ako on record. Wakati sister yake aliuliwangwa ako create drama kama hizi. Hata hiyo mazishi ya sister ya Kanyari ilikuwa ilikuanga nini, ilikuanga private sana, hata yanasemanga sijui aliattend watu mbao wakamzika Ule mwenye aliuliwanga kwa ANPNB unakumbukanga hiyo story? Sasa kwa nini saizi mama watoto wake amekufa, ameanzia ku create drama eti anajifanya amelia, analia, anajifanya nini? Na yeye anakuanga na mademu kwa wake kwake. Sikatai ni ex wake na ako na right, na najua anasomeshanga hawa watoto wawili wake, lakini hata kama anataka watoto, kuna njia mingi anaweza tumia sheria, aseme mimi nataka custody yake wangu. Ama watoto anaweza kaa na shushu yake, ju ile environment labda iko kwa Kanyari. kama ni environment, kuna jama dem huko, si sijui hiyo anafaa. Yani atumie sheria, lakini si kujifanya kama ni content creator, kutumia kina manzi wa Mombasa, kutumia kina nani eti ajifanye venye wanamba, lakini kwa roho yake ya ile kitu anataka ni watoto tunajua, lakini kuna sheria nafaa atumie sheria, lakini si zile madrama tulikuwa tunaona. Ndio maana hata, hata Wakenya ni wazuri sana kwa comment section, alikuwa anasema Kanyari akona, akona nini sana akona akona madrama sana. Hata kando alisema iti itifanyika kwa kanisa yake, hizo ilikuwa kuna biatibaya pia alikuwa na, na bwana atibaya alikuwa na bwana eh, Kanyari Nyari ache hizo madrama na kama anataka watoto eh, aendelee tu kusaidia watoto wake juu watoto wake, lakini hizo madrama mingi. Unajua Kanyari ni ni mtu ako na madrama mswa, madrama amezaya madrama.